Na yaani, inamaana kama Yesu anaishi ndani yetu, ndio sisi tunashambuliwa, inamaana vita tunavyo. Kwa sababu sisi tukishaokoka, Yesu anaishi ndani yetu, vita vinainuka kwa ajili ya mashambulizi. Yesu na, na na shetani, kwa wewe unapitia tu, ni kama kwamba kitu kinapigana ndani ya mwili wako, ndani ya maisha yako, ndani ya unapoishi, vita vinapiganwa. Wewe unaendelea, unaenda shambani, vita vinapiganwa. Haleluya, amen. Kwa sababu ndani yako anaishi Yesu. Ndio maana hata shinda, utashinda hata kama wewe hujui kuomba. Hapa tu ni wapa niwatie moyo, hata kama hujui kuomba, ila unamwamini Yesu, shetani atapigwa na Yesu atashindwa, wewe utakuwa umeshinda na hauna kuomba, hujui. Amen, haleluya! Kazi yako ni kuamini. Umemwamini Yesu, kazi yako ukishamwamini Acha sasa kuingia kwenye utapeli wa kudanganywa, katoto kako kanasumbuliwa eh, njoo nikupe hirizi, njoo nikupe mzizi, njoo nikufundishe dawa, njoo nikuonyeshe haka hiyo. Ndio, achana nayo. ukishamwamini Yesu yeye atashughulikia. Vidonge vipo vya kama mtoto anahitaji dawa vidonge, nenda hospitali upewe do, dozi, katoto kanamesa kanapona, lakini ukishawishiwa ukadanganywa, hapo umedanganyika kwa sababu vita vipo vinapiganwa hata mpaka sasa hivi, tume, tumekaa hapa tunahubiliana. Vita vi, tena vimewaka moto kwa ajili yetu, anayerusha kombora lina, linajibiwa. Sisi tunaendelea tu hapa tunapeta, kwa sababu tumetangaza vita, tulikosema tumeokoka, Yesu akaja ndani yetu, shetani ndio anashambulia kanisa. Haleluya, amina. Hapo tumeelewa.